Haleluya. Shalom, shalom. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Uh, leo ni siku njema tena Mungu ameifanya. Tunamshukuru Mungu tena kuwepo nyumbani mwake. Uh, leo Amani Christian Centre tulikuwa na tukio moja kubwa sana. Baba yetu askofu ameliandaa, askofu na Bishop Lawrence Kametta aliandaa siku ya kuwakaribisha wageni ambao tumekuwa nao kwa muda wa miezi mitatu, wageni walioingia kutoka Januari mpaka sasa. Tuna utaratibu huo mzuri ambao baba yetu au malaika wa kanisa ameweka. Na leo tumekuwa na wageni wengi wengi wengi sana ambao wameingia kutoka Januari mpaka sasa wageni si chini ya wageni 30, na hicho ni kitu cha kumtukuza Mungu kwa sababu tunaona ni nafasi ya ya upendeleo ambayo Mungu ametupa kanisa la Amani. Sasa pembeni yangu hapa leo nina dada yetu mzuri, atajitambulisha kwa majina yake, atasema yeye ni nani na atatuambia kidogo kwa habari ya kanisa letu la Amani. Tumejisikia vizuri kumuona. Mimi niliye mbele ya kamera yako hapa naitwa Helen Kameta au mama mchungaji Matulu, pia unaweza ukaniita hivyo ukipenda. Ni host wako siku ya leo. Dada, ninakukaribisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utajitambulisha kwa majina yako, unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina anaitwa Odeta Joasi, natokea Bukoba na hapa nipo Dar es Salaam na nakaa mtaa wa Kasimu. ah, okay, okay, hapa Dar es Salaam umekuja ni moja kwa moja umekuja kikazi, umekuja kwa matembezi tu au la? Nimekuja kikazi. Uko ah, kikazi. Unafanya shughuli gani? Mimi najifunza kushona Uh, unajifunza kushona, okay. Sasa katika siku hii ya leo ya, ya ukaribisho hii Jumatatu ya Pasaka ambayo baba yetu kiongozi ameifanya kama ukaribisho wa uh, uh, wageni. Wewe ukiwa ni mmoja kati ya wageni, umekuja, tunatamani kwanza kujua au mtaza, mtangazaji wangu, maamini mtazamaji wangu anatamani kujua kama umekuja kama mgeni, uh, unapita tu uh, umekuja kama umehamia kuwa mwenyeji wa kanisa hili la Amani. Hapa nimekuja kama Nimehamia. Okay. Mm. Katika hiki kipindi cha miezi mitatu ambacho umekuwa ukisali na ukiabudu nasi hapa Amani Christian Center, unaweza ukatuambia ni kitu gani ambacho kwanza kilikuvutia kama mshirika wa hapa, uh, lakini pia ni kitu gani ambacho unaendelea kukipenda kwa habari ya kanisa letu la Amani. Karibu. Mm, kitu ambacho nimekipenda mahali hapa ni maombi na maombezi. Kanisa letu hili la Amani Christian Centre lina upako mwingi sana. Mungu wa mahali hapa yani anatenda sawa sawa kabisa. Alafu kuna wakati tunaendelea na, na maongezi na kupata chakula cha mcha amini cha asubuhi tulichokuwa tukipata mahali hapa. Kuna mahali ambapo nilikusikia ukiongea kuhusu umwa na mitindo. Ni kitu gani ambacho umeki ulikuwa unakiwaza? Sijajua kama wewe tayari ni mwanamitindo au la, lakini nilisikia hizo habari za wanamitindo. Unaweza kutuambia kwa undani hii ishu ya kuwa mwanamitindo? Yaani hii ishu yani, nilipenda yani kutoka moyoni tangu nilipokuwa mdogo Amen. Eh, nilikuwa nataka kuwa mwanamitindo na sasa hivi ndo najifunza naamini yani, nitakuwa zaidi Mungu wa mahali hapa atani, yani, nitakuwa zaidi yani navyojisikia moyoni. Safi kabisa. Jamani, kumbe hata kwa Yesu kuna wana mitindo. Wewe ambaye uko nyuma ya kamera, wewe wa ambaye unanisikiliza sasa hivi, wewe ambaye uko mbele ya kioo chako, unaniangalia sasa hivi. Kumbe hata kwa Yesu wako wana mitindo. Usiwe na sababu ya kwamba unashindwa kuja kwa Yesu kwa sababu tu wewe ni mwana mitindo utaonekana kama uko outdated. Hata, hata kwa Yesu wako watu wa fashion, wako watu ambao wanafanya fashion na bado wanampenda Yesu na bado wameokoka, wamejazwa Roho. Kama dada yetu, dada yetu ana ndoto ya kuwa mwana mitindo. Na anaamini kwa jina la Yesu kwamba Mungu atakuja kumfanya kuwa mwanamitindo mmoja mkubwa sana sasa basi wito wangu wanamitindo mlio huko nje mjue kuna mtu tena amejaa mafuta ya Bwana na atafanya kwa utukufu wa Mungu mumpokee mwanamitindo mmoja mkubwa sana kwa majina umesema unaitwa dada Odeta si ndio? Amin. Safi sana jamani, tusubirie kitu kizuri kutoka kwa Daodeta mwanamitindo ambaye atakuwa akifanya mitindo ambayo hiyo mitindo imejaa utukufu wa Mungu. Mungu awabariki. Karibu tena na endelea kuabudu nasi kanisani kwetu. Amina. Amina.